Wapende wazazi wako. Wapende wazazi wako, kama wako hai au mmoja wao yuko hai, mpende hata kama unaona kama wanazingua, wapende. Ukweli ni kwamba hata wao ndio mara wao ya kwanza kuwa wazazi, sio kwamba kuna maisha fulani ya zamani waliwahi kuishi kama wazazi wakapata uzoefu. Hapana, ndio mara ya kwanza wao kukosea hapa na pale, kupo shika simu leo, wapigie, wampigie na waseme baba nakupenda. Mama, nakupenda. Message, nakupenda na kupenda mama na kupenda watumie meseji, waambie nakupenda sana na ninathamini uwepo wenu kwangu. Mnunulie baba ataka shati au t-shirt, mnunulie mama ata kitenge au dera. Hawataangalia brand au bei, ila watathamini na kusema hii ni zawadi vinanunuliwa na mwanao, na hata akivaa anakuwa na fahari. Kama unataka kujua thamani ya mzazi, zungumza na mtu aliyewapoteza mzazi. Akiondoka au akiondoka, yale matukio ya mwisho utayakumbuka sana. Hakikisha unakuwa na matukio mazuri na mzazi wako wakati wote. Usisubiri msiba ndio uandike ujumbe mrefu. Waheshimu leo, waonyeshe leo, wapende leo. Wapende wazazi wako.